Uh, okay, nafikiri kazi yangu kubwa ni ilo nileta hapa, nafikiri ni kujaribu kutaja ku kikosi ambacho kama ambavyo imeelezewa na mtangulizi wangu kwamba ni wachezaji ambao tutakuwa nao katika mashindano ya CHAN. Uh, tuna kikosi cha wachezaji 27 ambao tutaingia kambini nafikiri kuanzia tarehe saba kwa ajili uh, ya mashindano ya CHAN. Yakub Sleman JKT Tanzania, Hussein Masaranga Singida Big Star, Aishi Manula Simba, Shomari Kapombe Simba, Losajo Mwaikenda Sim Azam, Mohamed Hussein Simba, Pascal Msindo Azam, Ibrahim Mahamadi Baka Yanga, Dickson Job Yanga, Wilson Nagu JKT, Abdrazak Mohamed Hamza Simba, Pedastus Masinde TMS Stars na under 20 national team Tanzania, Alame Klawi Coastal Union, Ahmed Papino KMC under 20 national team, Mudathir Aya Yanga, Yusuf Kagoma Simba, Nasoro Sadun Azam, Kibu Dennis Simba, Jimmy Simba KMC, Under 20 national team, Idi Suleiman Nado Azam, Sabri Kondo Coastal Union, Faisal Salum Azam, Shehan Hamis Yanga under 20 national team, Clement Mzize Young African, Michel Mishano Michel Ken Gold under 20 national team Ibrahim Hamad Ilika Tabora United na Abdul Suleiman Sopu Azam. Kambi yetu nafikiri ita, ita, ita tutaanza kwenye tarehe saba nafikiri baada ya ya, ya kumaliza ligi ya kumaliza mechi ya yanga na na, na Singida kesho kutwa, tutatoa break kidogo wachezaji kama ya wiki moja, and then tutaingia kambini tarehe saba na tutategemea kufanya camp Egypt kwa muda wa wiki mbili, and then tutarudi tuendelea na camp hapa